kwa sababu hii dhuluma dhuluma ni kitu ambacho sisi sisiemu hatuwezi kuvumilia. Awalipe kwa muda wa wiki ngapi? Awa ameshalipa anazitoa wapi? Atajua yeye alikopeleka chai ya hawa watu. Halo, naani, nani? unaitwa nani? naitwa Richard Mungoka, ni General Director wa GDM company. GDM, wewe unanunua kahawa, unanunua nini? Nanua, nan, nanua, nanua, okay. Nakuta, kaabu, jere, matoa, na chai ni wewe ndio nanua? E, chai, chai, nanua futa soya, Sasa kuna madai hapa unayajua, shilingi ngapi? ni kama milioni 64 eh e, sasa sa utalipa lini? Na mimi nimeshasema hapa ndani ya siku kumi na nne ulipe. Na tena ulipe, na usiwakope tena. Aya. Kwa hiyo kazi inaendelea, iendelee.